Huyu mchungaji anayewachunga ndio ana sauti kubwa, ndio mwenye watu. Niwaambie, wachungaji ndio wenye watu. Wachungaji wakisema hichi msifanye, ni dhambi mbele za Mungu, hawatafanya. Msione fahari watumishi wa Mungu kukimbia nchi yao, kuhama miji yao, kwa sababu wanapisha ghadhabu, kwa sababu watesi wamejiinua sana. Nawambia, msione fahari. Utafika wakati mtatamani msisikie sauti zao, ziwaambie watu acha, lakini watu hawataacha. Sauti ya mabadiliko ni wito wa kujiunga na harakati hizi za kujenga jamii mpya yenye watu wapya katika nchi mpya ambamo ndani yake hakitasikika kilio. Naam, Bwana Yesu asifiwe. Uh, niseme nawe Tanzania, kwamba usione fahari watumishi wa Mungu wanavyokuwa wanaikimbia nchi. Usione fahari na ukajihisi kwamba ni shujaa, kwamba umefanya maasi, umeua, umehalifu mpaka watumishi wa Mungu wamekimbia. Neno langu kwako ni hili: watumishi wa Mungu waliokimbia nchi zao wamekimbia ishara ya unyenyekevu kwamba sisi hatugombani na watu, hatugombani na wanadamu. Mtumishi wa Mungu hakuna wakati ambao alisimama kusema neno au kurekebisha yale ambayo yalikuwa hayaendi sawa akiwa na dhumuni la kugombana na hao watu anaowaonyesha ubaya, wanaofanya hapigani hagombani, hafanyi vita. Vita ya mtumishi wa Mungu ni dhidi ya uovu, ni dhidi ya nguvu za giza, ni dhidi ya nguvu za giza, sio na watu. Sasa usione fahari watumishi wa Mungu wanavyokimbia, wanahama nchi zao, wewe ukajisifu na kujiona shujaa kwamba eh, nimewakomesha nimefanya maasi mpaka wamekimbia. Nimefanya maasi mpaka wengine wanaogopa ah. Ilikupasa usikitike unapoona kwamba watumishi wa Mungu wanafunga vinywa vyao, hawasemi tena, hawapingi tena uovu, wameamua kuwaacha myafanya mioni mwenu, iliwapasa msikitike sana. Utafika wakati ambao kutakuwa na ugumu mpaka mtatamani sauti za wale watumishi wa Mungu mliowakimbiza kwenye nchi zitoke ziseme, acha. Lakini hakutakuwa na kusema acha. Mnapaswa mjue kwamba wachungaji ndio wenye hawa watu ndio wenye hawa wananchi. Mchungaji ni mtu ambaye anaingiza imani kwa muumini wake. hawa wote wananchi wa nchi ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kuna mahali wanafanya ibada. Kule wanakofanya ibada, mioyo yao, utu wao, zaidi ya asilimia themanini wameuaminisha kwamba kila wanachokifanya ndio kinacho chenye uwezo wa kutabiri hatima za maisha yao chenye uwezo wa kubadilisha hatima mbaya za maisha yao na zikawa njema. Sasa mchungaji anayewachunga watu hao anaaminiwa kwa zaidi ya asilimia themanini kwa sababu watu wale wanaamini kwamba anayoyasema mchungaji wao ni maneno yaliyotoka kwa Mungu aliyewaumba wao. Sasa kama mwakilishi wa Mungu aliyewaumba wao atasema, acha msifanye hiki ni kibaya, watatii sauti hiyo. Isipokuwepo katikati ya hao watu inayoweza kuwa regulate kwamba hapa acha, hapa usifanye, sauti hiyo haipo, ina maana watu hao watakwenda kwa akili zao, watakwenda kwa fahamu zao. Nitawapa mfano, miaka zamani, wakati wazungu wameamua kuja kukoloni Afrika walikuja na vitangulizi vya wakoloni na vitangulizi, miongoni mwao walikuweko wamishonari. Wamishonari ndio watu ambao waliziteka fahamu za Waafrika wengi kwa kuwaaminisha mungu wao, jambo ambalo lilifanya wakoloni wa wakoloni kirahisi, kwa sababu kuna mitazamo ambayo Waafrika waliingiziwa ambayo ilikuwa tofauti na desturi zao ile mitazamo iliwaondolea ujasiri kwenye baadhi ya maeneo, iliwapa ujasiri kwenye baadhi ya maeneo. Iliondoa ujasiri wa kufanya maovu, ikawapa ujasiri wa kuto kufanya maovu au wa kutenda mema. Sasa waliaminishwa kwamba e, kuto kutii ni dhambi. Hivyo ilikuwa rahisi kwa wazungu kwa koloni kwa sababu ya dini. Sasa hawa Watanzania wana wachungaji wao. Wale wachungaji wanapokuwa nakimbia. Hawa Watanzania wanaosali kwenye makanisa mbalimbali, wakiamua kufanya jambo fulani baya kwamba sasa tumechoka, wa kuwatuliza mioyo hawapo, wa kuwatuliza mioyo wamejitenga, hawa watu hawana director tena. Narudia tena. Huko kwenu nje ni wananchi, lakini wakirudi kanisani ni waumini. Huko kwenu ni maaskari, huko kwenu ni viongozi, huko kwenu ni wanachama wa vyama vya siasa. Wakirudi kanisani ni waumini. Huku kanisani kuna mengine ambayo yana nguvu kuliko hivyo ambavyo wanavyo, kuliko vyeo ambavyo wanavyo. Huku kanisani ndio kuna tabia hatima zao. Ukuzikwa utazikwa vipi? Ukizikwa nani atakuombea? Nani atakuzika? Huyu mchungaji anayewachunga ndio ana sauti kubwa, ndio mwenye watu. Niwambie, wachungaji ndio wenye watu. Wachungaji wakisema hichi msifanye, ni dhambi mbele za Mungu, hawatafanya. Msione fahari watumishi wa Mungu kukimbia nchi yao, kuhama miji yao, kwa sababu wanapisha ghadhabu kwa sababu watesi wamejiinua sana. Nawambia, msione fahari, utafika wakati mtatamani msisikie sauti zao, ziwaambie watu acha, lakini watu hawataacha. Maandiko matakatifu katika kitabu cha Mathayo Mtakatifu, sura ya 23 mstari wa 37 anasema hivi: e Yerusalemu, Yerusalemu, uwauaye manabii na kuwapiga kwa mawe wale waliotumwa kwako! Ni mara ngapi nimetaka kuwakusanya pamoja watoto wako, kama vile kuku avikusanyavyo pamoja vifaranga wake chini ya mbawa zake, lakini haukutaka! Angalieni, nyumba yenu mmeachiwa hali ya ukiwa. Kwa maana nawaambia, hamtaniona kamwe tangu sasa, hata nitakaposema, amebarikiwa ajaye kwa jina la Bwana. E, Tanzania Tanzania uwauae wachungaji, na kuwapiga kwa mawe wale wanaokuja kukemea maovu kwenu! Ni mara ngapi Mungu amejaribu kuwaonya na kuwakusanya kama taifa, wenye rangi moja ya Kiafrika pamoja, lakini ninyi hamkutaka. Mara ngapi Mungu ametaka kuwakusanya Watanzania pamoja muishi kwa amani na kwa upendo fedha zinazopotea makaratasi yanayopotea ambayo hata ukifa leo hautazikwa nayo, yanakufanya unakuwa katili kiasi cha kutaka kuwaua kuwaua wengine na kutaka kuwaua wengine, mbaya zaidi unawafikia mpaka watumishi wa Mungu kwa sababu ya fedha zinazoharibika, kwa sababu ya chakula utachotia tumboni, kesho utakipeleka chooni. Ni kiwango gani umeharibikiwa akili zako? Ni kiwango gani umeharibikiwa fahamu zako? Ni kiwango gani umekataa kuwa na utu? Angalia sasa, nyumba yako nchi yako imeachwa hali ya ukiwa. Kwa maana Mungu asema hivi, hamtamwona kamwe mpaka mtaposema Wangekuwepo watumishi wale wa Mungu, wangezuia haya. Wangekuwepo wachungaji wale, wangezuia haya. Wangekuwepo wale wachungaji, wangekemea walao kidogo, hali hizi za usalama kudolola, yamkini watu wangesikia. Mtapofika hiyo hatua, ndipo mtapojua kwamba mlifanya upumbavu. Lakini siku zote watu wa Mungu huja kuwaonya kabla mabaya ya mabaya hajawafika. Jambo baya niweze kuambia ni kwamba kwa mtu wa Mungu kweli kweli, kuishi ni kwa ajili ya haya tunayoyafanya, na kufa ni faida. Huwa wanaona ni heri kama wangeuawa wapishe kwenye hii dunia, lakini huwa wanawaza, je, nililoletwa nalo na Mungu duniani nitakuwa nimelitimiza bado sijalitimiza sawasawa, acha nipishe kidogo. Utafika wakati ambao mtasema, mtumishi ondoka, lakini watasema, mnafanya nini kunung'unika na kunivunja moyo? Licha ya kuteswa ama kufungwa, niko tayari kufia katika nchi yangu ya Tanzania, ila mambo haya yasiendelee. Ukifika wakati huo, basi ndio unakuwa wakati kamili au wakati sahihi wa huyo mtu wa Mungu kuondoka. Narudia tena, usione fahari kwa watu wa Mungu kukimbia nchi yako, kuikimbia nchi kwa sababu ya ukatili wako. Lilo usilopenda kutendewa usitendee mtu mwingine, maana yalo unayotenda kwa mtu mwingine unayaweka akiba kwa ajili yako wewe mwenyewe kesho. Ni sauti ya mtoto wa mtu aliai kutoka mafichoni, anasema: itengenezeni njia ya Bwana, nyosheni mapito yake. Heri mtu yule atakayeteswa, atakayefungwa ama afae katika Bwana tangu sasa, ili apate kupumzika mara baada ya taabu zake. Yesu Mungu mkuu, mhukumu wa haki, anakuja, naye anakuja kumhukumu kila mtu sawa sawa nawe anatenda. Hii ndio maana ya neno mara na hata. Sauti ya Mabadiliko ni wito wa kujiunga na harakati hizi za kujenga jamii mpya yenye watu wapya katika nchi mpya ambamo ndani yake hakitasikika kilio.